Mtazamaji wangu mpendwa, karibu sana kwenye chaneli yako mpendwa yanayojiri mitaani TV. Hapa ndipo tunapokutana kila siku kupeana maarifa ya maisha, tiba asilia na siri zilizojificha kwenye vyakula vya kawaida vinavyopatikana hapa mitaani kwetu. Kama wewe ni mfuatiliaji wa lishe bora, tiba za asili au unapenda kuishi maisha yenye afya kwa njia rahisi, basi uko nyumbani kabisa. Leo tunazungumzia tunda moja ambalo wengi tunaliona kama la kawaida, lakini lina nguvu ya ajabu mwilini, mbilimbi. Je, umewahi kuona tunda dogodogo la kijani lenye ladha ya, ya uchachu yenye ladha ya uchachu mkali linaloningania ningani, kwenye miti linaloning'ania kwenye miti midogo ya bustanini au nyuma ya nyumba? Ndiyo, hilo linaitwa mbilimbi. Kule Asia linajulikana kama kamias, lakini kwetu Afrika Mashariki bado lipo kwenye hazina za kijadi. Watu wengi waliitumia kama kiungo cha mchuzi, wengine kwa tiba, lakini leo utashangaa kujua faida zake kwa kina. Nilikutana na bibi mmoja huko Tanga, alikuwa anakunywa juisi ya mbilimbi kila asubuhi, kidogo sana. Aliniambia, mimi sijui dawa za hospitali sana lakini hili tunda linanitosha, alisema. Amekuwa akitumia miaka mingi kutibu presha, kikohozi na hata kisukari. Sauti yake ilikuwa nyororo, mwili wake imara. Nikajiuliza, hivi tunapoteza dawa zetu huku tunatafuta za bei ghali? Mbilimbi limejaa virubutisho muhimu kama vile vitamin C, antioxidant, na madini kama potasium, calcium. Pia lina asidi ya asili, oxalic acid, ambayo ndiyo huchangia katika tiba zake mbalimbali mbali kama kusafisha damu, kusaidia mmeng'enyo wa chakula na kuimarisha mfumo wa kinga. Watafiti wamegundua kuwa hata majani ya mbilimbi yana uwezo kupunguza kiwango cha sukari mwilini. Hili si tunda la kupuuzwa. Wengine husema mbilimbi ni chachu sana, siwezi kulila, lakini kumbuka hiyo chachu ndiyo nguvu yake. Ukilitumia kwa kiasi linaweza kuleta mabadiliko makubwa kwenye afya yako, na si lazima ulile tu. Unaweza kutumia majani yake kwa chai au kutumia maji yake kupaka kwenye ngozi. Kama tutaelewa na kutumia tunda hili vyema, tuna, tunaweza kuepuka gharama kubwa za hospitali. Mbilimbi: kuondoa hofu na dhana potofu. Wengine husema mbilimbi ni chachu sana, siwezi kulila. Lakini kumbuka hiyo uchachu ndiyo nguvu yake. Ukitumia kwa kiasi, linaweza kuleta mabadiliko makubwa kwenye afya yako, na si lazima ule tu unaweza kutumia majani yake kwa chai au kutumia maj, ma, maji yake kupaka kwenye ngozi Kama tutaelewa na kutumia tunda hili vyema, tunaweza kuepuka gharama kubwa za hospitali mbilimbi. Kujenga hamu ya kujua faida kuu, sasa twende tukaangalie faida sita kuu za mbilimbi kwa afya yako. Zengine huenda umezisikia, lakini faida ya sita ni ya kipekee na wengi hawaijui. Usiache kutazama hadi mwisho. Na kabla hatujaingia ndani zaidi, tafadhali gonga kitufe cha subscribe. Like hii video na share kwa wengine wapate kujifunza pia. Faida sita kuu za mbilimbi: hupunguza shinikizo la damu, yaani high blood pressure. Mbilimbi lina potassium nyingi, mbilimbi lina potassium kwa wingi, ambayo husaidia kupanua mishipa ya damu na hivyo kushusha presha. Kunywa juisi ya yake kwa kiasi au hutumia kama chai ya majani. Pili, mbilimbi husaidia wenye kisukari. Watafiti wameonyesha kuwa mbilimbi husaidia kupunguza kiwango cha sukari kwenye damu. Wazee wengi wa kijijini wamekuwa wakitumia majani yake kwa kutengeneza chai ya asubuhi. Tatu, mbirimbi hupunguza mafuta mabaya cholesterol. Antioxidant zilizomo ndani yake husaidia kupunguza mafuta hatari mwilini, hivyo kuimarisha afya ya moyo na mishipa ya damu. Nne, mbirimbi husaidia mnyeng'enyo wa chakula ladha yake chachu huchochea utumbo kufanya kazi vizuri, hivyo kusaidia kuondoa gesi, kuvimbiwa na kusafisha tumbo. Tano, mbilimbi husaidia ngozi na chunusi. Maji ya mbilimbi yakipakwa kwenye ngozi yanaweza kusaidia kuondoa madoa madoa, chunusi na hata bakteria wa ngozi kwa, kwa asili kabisa. Sita. Mbilimbi huweza kufuta mawe kwenye figo. Kwenye tiba mbadala, mbilimbi hutumika kusaidia kuvunja mawe madogo kwenye figo kwa sababu ya asidi ya asili inayoyayusha madini hatari mwilini. Mbilimbi ni zaidi ya tunda, ni tiba kutoka bustani yetu. Lakini kumbuka, kila kitu kwa kiasi. Usitumie kupita kiasi bila ushauri wa kitaalamu, hasa kama una matatizo ya figo. Kama umejifunza kitu kipya, usisahau kulike video hii kucomment na kusubscribe hapa kwenye Yanayojiri Mitaani TV, sehemu ya maarifa yanayotoka mitaani moja kwa moja hadi kwako. Tuonane kwenye video nyingine ifuatayo ambayo tutaongea faida za mboga au matunda mengine ya nguvu kama papai au ukwaju. Mpaka wakati mwingine, kula vizuri, ishi vizuri, na elewa zaidi kuhusu afya yako. Hii ni Yanayojiri Mitaani TV.